Asubuhi ndugu ya Tanzania, leo nataka ni kuhabarisha wewe ambaye uko mbali ya Tanzania au uko mbali na mkoa wa Dar es Salaam na unahitaji kumiliki kiwanja kutoka kwetu. Kwanza, tuna miradi mizuri kabisa kama inavyoonekana hapo kwenye ramani. Mradi umepimwa na unapata hati miliki ya wizara, hati miliki ya wizara. Na kama uko mbali ya Tanzania au kama uko mbali ya Dar es Salaam, utanipigia simu utachagua kiwanja mtu anakihitaji. Tuna miradi Kigamboni Kimbiji beach side, kuna beach line 2, kuna beach line 3, na tuna beach line 4, sawa. Lakini mbali ya hiyo miradi tuna Kigamboni Buyuni. Buyuni za good place jamani, kwa kuwekeza, lakini pia kwa kuishi, kwa sababu eneo lote la Buyuni ni sand beach hu utafurahi kucheza sehemu kama hizo Zaidi ya hivyo miradi yetu ni bei nafuu sana sana sana sana, kwa sababu haulipi mara moja tu, tuna malipo hadi ya awamu ya miezi kumi na nane unalipa kwa kurelax. Yani unalipa kidogo kidogo kila mwezi mpaka unapomaliza malipo yako unainjai kulipia pesa hiyo. Lakini sasa leo unataka ni kuhabarisha kwamba kuna kitu kinaitwa special power of attorney. Hii special power of attorney, wewe ambaye umenua kiwanja kutoka kwetu, haujai kwenda site, tumekutumia Google location ya mradi ulipo ukafika ukafika kiwanja ukachagua mwenyewe whatever ukachagua kiwanja ukanunua hadi ukafikia process ya kupata hati miliki. Hati miliki ya wizara haichukuliwi na mtu yoyote isipokuwa wewe mhusika, ambaye umenunua kiwanja. Hivyo unatakiwa kama uko mbali ya Tanzania au uko mbali ya Dar es Salaam, na unataka mtu akuchukulie hati yako, huwa kuna kitu kinaitwa special power of attorney. Hii hapa inampa mtu nguvu au inampa mtu mamlaka ya kuchukulia wewe hati yako. Kwa hiyo sasa hiyo ipate hapa kwa Tony, nunua kiwanja, fanya prosesi za hati, pata hati yako ukiwa huko kwa ulipo, lakini sasa inabidi huyo mtu anayekuchukulia anayekuchukulia hati inabidi tumwandalie kitu kama hiki. Hiki kitu ni rahisi sana na wala haitaji pesa nyingi, kwa takriban, yani haizidi hai, hai shilingi laki moja na hamsini haifiki huko, kwa sababu malipo ya ardhi, hiki kitu unai download una kuna app ya ardhi ambao unaipata hiki kwa hiyo, kule utakutumiwa control namba ya elfu hamsini na moja tu. Iwe unachukua hati ngapi, utaziambatanisha zote, ambao utalipia control namba ni moja ya shilingi elfu hamsini na moja then gharama zingine ni za kusign hii kitu kwa mwanasheria na kuandaliwa hii na mwanasheria. Hii ni documents inayoandaliwa na mwanasheria, na sisi kama ofisi Oasis Realestate, tuna mwanasheria mzuri kabisa aliyebobea na huwa anaandaa hizi kawa kwatoni then tunazisubmit wizara ya ardhi, kisha tunapata hiyo control number, mteja analipia na mtu ambaye umemchagua ume kuchukulia hati anaenda kuchukulia kwa urahisi na kwa usalama zaidi. mm-hmm. Nunua kwetu kiwanja ili mjivunie vitu original, lakini sio vitu original tu, vitu vizuri vya uhakika. Karibu Oasis Real Estate, tunakupenda sana.